ziwa Victoria, Tanganyika, ziwa Rukwa, pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na kwa siku ya kesho ni kwamba maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na mkoa wa Kigoma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini pamoja na yale ya pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua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 ilhali katika mkoa wa Kilimanjaro tutatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa Mbeya tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tutatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Namba kufia hapo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.